Hali gani mtazamaji wa Global TV Online na ifuatayo sasa ni Global Habari. Jina langu ni Felista Masai nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa pamoja na habari za michezo na burudani. Karibu. Na habari tulizo nazo katika Global Habari siku ya leo ni pamoja na Wizara ya Afya imewataka waganga wa tiba asili kujisajili katika baraza la tiba mbadala. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameendelea na ziara yake kwa nchi za Afrika. Na katika michezo TFF imetangaza kikosi cha timu ya taifa ya vijana kuingia kambini Machi 18 mwaka huu. Na moja kwa moja tunaanzia jijini Dar es Salaam. Naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dkt Faustini Ndugulile, amewataka waganga wa tiba asili kujisajili serikalini kupitia baraza la tiba asili na tiba mbadala, na kutotakiwa kutoa matangazo yanayoonyesha magonjwa wanayoyatibu. Taarifa zaidi inasomwa studio. Akizungumza na waandishi wa habari, Ndugulile amesema kuwa waganga hao wanapaswa kufuata sheria na taratibu huku akiwaasa kutotaka kushirikisha tiba asili na mambo ya kishirikina. Ndugu wananchi, madhumuni ya sheria hii ni kusimamia, kudhibiti na kuendeleza tiba asili hapa Tanzania. Vile vile udhibiti wa maadili ya uganga na ukunga wa tiba asili nchini umepewa kipaumbele. Sheria hiyo hiyo pia inalinda afya na haki za watumiaji wa tiba asili na tiba mbadala, kuboresha na kuendeleza tiba na dawa asili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma na kuelimisha wananchi wasitumie na wasiuze dawa za tiba asili kiolela. Ni muhimu kwa kila mganga wa tiba asili kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Aidha, ndugu Lili amewaomba vyombo vya dola kusimamia waganga ambao wanatumia matangazo yao kuwatapeli wananchi kwenye jamii tofauti na matakwa ya tiba, huku msako ukiendelea kwa waganga wote ambao hawatatekeleza amri hiyo. Ndugu wananchi, nawataka waganga wakujiepusha na matangazo yanayokinzana na, na sheria kanuni na taratibu, ikiwa ni pamoja na kuondoa mabango yaliyozagaa mitaani yanaonyesha kuwa wana uwezo na kuponya magonjwa mbalimbali ikiwa, ikiwa mfano pamoja na ukimwi na matangazo yote yasiyofaa na yenye kupotosha hayaruhusiwi kwa mujibu wa sheria kufanya hivyo kwamba wao wanaponya matibabu. Kinachoruhusiwa ni kuwa na kibao kinachosema wewe ni mganga wa fulani unapatikana sehemu flani na mawasiliano basi, magonjwa gani unayotibu una, hairuhusiwi kwa mujibu wa, wa sheria. Hata hivyo msajili wa waganga wa tiba asili na tiba mbadala Luti Suza amesema kuwa msako huo ndio umeanza, mpaka utakapokamilika watatoa tamko kwa wananchi na mapungufu ambayo yapo kwenye tiba asili na tiba mbadala. Zoezi hili lilianza, lilikuwa kwa muda wa siku mbili, tarehe sita na saba litakuja kutolewa maelezo baada ya majumuisho kufanyika, na naamini baada ya majumuisho kutakuwa tena na tamko kueleza wananchi ni waganga wangapi wa tiba asili wamekutwa na hizi mashine za quantum, na sio mashine za quantum peke yake, na mapungufu mengine yote ambayo yatakuwa yamejitokeza katika hili eneo la tiba asili na tiba mbadala. Esther Msofe, Global TV, Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa kauli kuhusu mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi Tanzania, TSNP, Abdul Nondo mwenye umri wa miaka 24 aliyedaiwa kutekwa wiki iliyopita kuwa si kweli kwamba alitekwa bali alisambaza taarifa za uongo. Given Mashishanga anatuhabarisha zaidi. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa ameyasema hayo leo wakati akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, ya kwamba tetesi za kutekwa kwa kijana huyu sio kweli kutokana na uchunguzi waliofanya kwa kushirikiana na jeshi la polisi mkoani Iringa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam mnamo tarehe 7 Machi 2018 ililetewa na kupata taarifa kutoka polisi mkoa wa Iringa kwamba mwanafunzi huyo aliyekuwa amedaiwa kutekwa na watu wasiojulikana alipatikana mkoani humo wilaya ya Mafinga akiwa na afya njema na mwenye kujitambua akiendelea na shughuli zake, na wala hakuripoti tukio lolote kabla ya kukamatwa. Aidha, jeshi la polisi kanda maalum kwa kushirikiana na polisi mkoa wa Iringa, tumefanya uchunguzi na ufuatiliaji na kubaini kuwa mwanafunzi huyo hakutekwa, bali alijiteka au kuamua kutoa taarifa hizo ambazo kimsingi zilikuwa na maslahi kwake binafsi. Aidha, Mambosasa amesema baada ya uchunguzi kuendelea walibaini Nondo alikwenda Iringa kwa mpenzi wake ambaye alikuwa akifanya naye mawasiliano ya mara kwa mara wakati akiwa njiani kwenda Iringa. Hivyo jeshi la polisi linaendelea kumshikiria kwa uchunguzi zaidi. Given Mashishanga, Global TV Dar es Salaam. Na baraza la wazee la chama cha demokrasia na maendeleo Chadema limemtaka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli kukutana na wazee na viongozi wa dini ili kuzungumzia hali ya matukio mbalimbali yanayotokea hapa nchini ikiwemo utekwaji wa raia na kuuawa. Taarifa Denis Mtima inasoma studio meelezwa na katibu mkuu wa baraza la wazee Taifa Roderick Lutembeka wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo mbali na mambo hayo pia ameeleza wazee hao wanavyoweza kusimama imara na kukemea mwenendo mbaya wa nchi ukiwemo ukiukwaji wa haki za binadamu, ukiukwaji wa katiba na sheria na matendo mengine. Mifano michache iliyokuwa inash, inashadidia hoja zetu ambayo ni pamoja na hayo ni mambo kama hayo yafuatayo, tuliyozungumza mosi. Tulizungumza kuhusu kukamatwa, kubambikiziwa kesi, kuteswa, kutekwa, kushambuliwa, hata kuuawa kwa viongozi wa kisiasa na wananchi wengine wanaoonekana kukosoa utendaji wa kazi wa Rais Magufuli na serikali yake. Tulifanya rejea ya matukio kama kushambuliwa kwa kusudia kumuua mbunge na mwanasheria mkuu wa chama wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lisu, kuuawa kwa aliyekuwa kaimu mwenyekiti wa kafu jimbo la Matopetope Ali Juma Suleiman. Hiyo ni mifano michache ambayo tuliitoa. Jambo la pili, tulisema au tuligusia miili ya watu waliouawa iliyokuwa inaokotwa katika fukwe za bahari ya Hindi hapa kwetu huku serikali ikiwa inatoa maelekezo, maelezo tatanishi na taarifa zilizotoa majawabu ya maswali magumu, lakini wakitoa majibu mepesi, kwa mfano kwamba hao ni wakimbizi wametupa huko baharini. Pia amesema kitendo cha waziri wa mambo ya ndani ya nchi kuzungumzia kwamba kiongozi wa mtandao wanafunzi wa, wa vyuo vikuu Tanzania ndugu Abdul Nondo alijiteka si kitendo cha utu na badala yake angeliweza kulaani kwa tukio hilo ili jamii kuwa katika umoja badala yake kujenga matabaka. Hivi majuzi, huyu kijana Abdul Nondo kama vijana wenzake walivyosema, hakuonekana, wakatoa taarifa polisi kwamba amepotea ametekwa, na wote tunafahamu hatimaye kijana huyo alikuja kuonekana huko Iringa, na tunavyozungumza iko mikononi mwa polisi hata sasa hivi, lakini jambo ambalo limetuumiza sana sisi wazee wote, kama mlifuatilia kauli ya waziri wa mambo ya ndani na akizungumza mbele ya mkuu wa nchi, rais wa nchi hii akisema kwamba kijana huyu alijiteka eh. na kwa kebei kubwa sana anasema alibeba mkoba, alibeba pafyumu, aliweka nguo za kubadilisha eh? huyo kutekwa Salaam. Taarifa ya Denis Mtima inakamilisha katika habari za kitaifa. Hivi punde tutarejea katika habari za kimataifa na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa. Na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaendelea na ziara yake ya siku saba katika mataifa ya Afrika akiendeleza ujumbe wa diplomasia ya uchumi na ushirikiano katika vita dhidi ya ugaidi. Tupate taarifa kamili. Leo mwanadiplomasia mwana huyo mkuu wa Marekani alifanya mazungumzo na viongozi wa Jibuti jinsi ya kuimarisha usalama, ukuaji wa uchumi na kupambana na ufisadi. Jibuti ni makazi ya kambi kubwa kabisa ya wa wanajeshi wa Marekani barani Afrika. Hata hivyo ziara yake ya Djibouti iligubikwa na taarifa za kwamba Rais Donald Trump amekubali kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mwezi Mei. Tillerson amesifu hatua ya Rais wa Korea Kaskazini na kuongeza kwamba utawala wa Marekani utashirikiana na utawala wa Korea Kaskazini katika kupanga mahali, siku na wakati viongozi hao wawili watakutana. Tillerson ameeleza kwamba Rais Trump amefanya uamuzi mwenyewe kukutana na Rais Kim. Baada ya Jibuti, waziri wa mambo ya nje, wa nchi za nje wa Marekani alielekea Kenya ambako atakuwa huku kwa ziara ya siku mbili. Ziara yake hiyo inafanyika saa chache tu baada ya wanasiasa wakuu wa Kenya, Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, kukutana katika hatua ambayo wachambuzi wametaja kuwa ni kujaribu kutanzua uhasama kati yao. Akimalizia ziara ya Kenya, Tillerson atatembelea Chad na Nigeria ambako atazungumzia zaidi msaada wa Marekani katika kupambana na ugaidi katika kanda ya Afrika Magharibi. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump amemfuta kazi waziri huyo wa mambo ya nje Rex Tillerson. Tupate mapumziko mafupi, hivi punde tutarejea katika habari za michezo na burudani. Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali, wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Spoti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambayo limesheheni takwimu za Ligi Kuu ya Kandanda Tanzania Bara, Premier Ligi ya England, La Liga ya Uhispania, Serie A ya kule nchini Italia, Bundes Liga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Spoti Extra kuna kijarida cha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 Mtazamaji wa Global TV Online, karibu katika habari za michezo na burudani. Shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza kuwa timu ya taifa ya umri wa miaka 20 na miaka 17 zimeingia kambini kujiandaa na mashindano yanayowakabili mbele yao kimataifa. Aaron Felix ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mkurugenzi wa TFF bwana Ephraim Mwagasti ametangaza timu hizo kuingia kambini na kutoa shukrani za dhati kwa mdhamini ambaye anasimamia timu hiyo ya taifa. na kama nchi pia ni jambo kubwa sana kwa timu zote kuwepo kambini na hizi timu kuwepo kambini, tungependa tutoe shukrani za dhati kwa wadau wetu ambao wanafanya kazi pamoja na sisi na wanazitakia mema timu hizi nikianza na eh, mdhamini eh, Serengeti Premier Lager na tunawashukuru sana kuendelea kutusupport timu zetu eh, pia umependa kutoe shukrani za dhati kwa jeshi la kujenga taifa JKT kwa kutupa kambi, ambapo timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ipo kambini pale mnalakua na timu ya taifa ya vijana chini ya miaka ishirini, kwa Ngorongoro Heroes ipo kambini pale katikate. Uh, kwa upande mwingine shirikisho hilo la soka limetangaza mchezaji bora wa ligi Papika Bamba Shishimbi kuwa mchezaji bora wa mwezi. Papika Bamba Shishimbi yeye kwa upande wake alifunga magoli matatu pamoja na pasi moja ya usaidizi, uh, kuisaidia timu yake ya Yanga kukusanya pointi 12 katika uh, mwezi huu wa Februari kwa hivyo basi kamati uh, ya tuzo za ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara baada ya kupitia vigezo mbalimbali uh, katika mwezi huo wa Februari ikamtaja uh, rasmi eh, kwa pika kwa jibora, kwa mbili mchezaji bora kwa mwezi Februari kwa ligi kuu ya Tanzania Bara. Aaron Felix, Global TV, Dar es Salaam. Na habari hiyo ya michezo inakamilisha katika habari za michezo na burudani. Moja kwa moja, tuungane na Aaron Felix akiwa na Philip Nkini katika uchambuzi wa leo, na wanaangazia katika ulingo wa michezo na burudani. Karibu. Asante sana Felista Masai, kutoka studio namba moja, ni kukaribishe mtazamaji katika Eh, meza ya uchambuzi leo hii, jina langu ni Aaron Felix, ambapo leo hii tutaangazia eh, mada isemayo eh, michuano ya kimataifa ambayo inaikabili timu zetu ya Simba na Yanga, ambapo Yanga anashiriki katika kombe eh, la mabingwa barani Afrika, lakini kwa upande wa Simba, naye akiwa anashiriki kombe la shirikisho Eh, barani Afrika kombe hilo eh, la mabingwa barani Afrika. Leo hii katika studio za Global TV eh, niko na mhariri na mchambuzi pia eh, katika kile kipindi cha Sport House, lakini pia ni mhariri wa gazeti la Champion bwana Philip Mkini, karibu sana Philip. no, no, no, uh, leo hii tunaangazia mada ambayo isemayo kwamba tunaangalia timu zetu za Simba na Yanga ambazo zinazocheza katika michuano ya barani Afrika tafuta tiketi ya kuweza kufuzu katika michuano ya barani Afrika kutuletea kidogo haweni katika taifa letu la katika nchi yetu ya Tanzania. Yani ni mechi za pili mm, baada ya mechi za kwanza kuchezwa hapa. Kwa hiyo ni mechi za pili ambazo sasa hivi timu zote zinaenda away. Mm, tatizo ni kwamba mechi za kwanza hazikuwa na matokeo mazuri sana, sababu utakumbuka Simba walitoka sare na Almasiri kwenye uwanja wa taifa. Mm, Yanga walifungwa na Township goli mbili moja kwenye uwanja wa taifa pia, kwa hiyo kwenye soka la Kiafrika ukishapoteza nyumbani unapewa asilimia ndogo sana ya kuweza kufanya vizuri. Ai, kwao wanakwenda kwenye mechi ambazo kwao zinakuwa ni ngumu kuliko zile za kwanza, sababu unakwenda unakwenda ugenini. Yanga anakwenda ugenini akiwa na mlima mzito zaidi, kufungwa goli mbili moja hmm. anaenda kule anatakiwa at least ashinde goli mbili bila ambao. okay, ukiangalia unapokwenda kwa kwa mtu kashinda goli mbili bila kama alikufunga mbili moja nyumbani kwako mm. inakuwa ni, ni kazi ngumu, ingawa kwenye soka inawezekana, lakini pia simba anakwenda Misri mm. sehemu ambayo hana rekodi nzuri sana ya, ya, ku, ya, ku, ya kufanya vizuri, ingawa ukifuatilia Tanzania watakuambia Simba ana rekodi nzuri na mechi timu za Kiarabu so, lakini so. Sio kweli kwa sababu ukiwangalia hata Misri Simba wameenda nafikiri ni mara ya sita mm. mara ya sita mara tano mara, mara nne Simba alipoteza lipoteza kule so na mara moja ndo alishinda ile, aliwatoa Zamalek like, ile historia mwaka 2003. Kwa hiyo wanakwenda sehemu ambayo ni ngumu wenyewe kupita, ingawa pia nirudi pale pale ya kwamba kwenye soka lolote linaweza likatokea, lakini sio maajabu ambayo ni rahisi sana, kwa sababu tuliona mechi zote tumeziona. Tumeona Yanga mechi yao sio kwamba Yanga walicheza sana alafu wakafungwa, waka, waka walizidiwa kwenye uwanjani, lakini pia waka- wakafungwa, unakumbuka wenzetu wana, wanafunga magoli la pili, wanapiga pasi 19 na kuja kufunga goli ile la pili kwao ni, ni game ambayo Yanga hawakuwa vizuri sana lakini pia wanakuja na waangalia Simba nao pamoja na matatizo ya umeme kukatika na mvua na nini, lakini overall game ilikuwa ni kwamba Simba hawakuwa hawakuwa na kile kiwango cha kusema kwamba waliwazidi sana wale Waarabu, at least dakika kumi zile za mwisho ambazo ndio Simba walionekana wameiwini ile game kwa hiyo wanaenda kwenye game ambazo wanatakiwa watumie nguvu mara mbili ya kuweza kupindua yale matokeo ambayo alitokea hapa. Uh, tunaona Yanga imeweza kuondoka leo alfajiri kabisa majira ya saa kumi kuelekea kule nchini eh, Botswana, lakini mchezo huu utapigwa siku ya tarehe kumi na saba. Uone kwamba ni mapema sana eh, kwenda kujiandaa kwa michuano hii kwa upande wa Yanga. Uh, Yanga pamoja na kwamba wanaenda leo lakini walishawatuma watu wao kule, so kwa okay. hiyo inawezekana watu wao walishawaelezea mazingira yalivyo kwa hiyo wanaondoka wakiwa wanaenda sehemu ambao wameshaijua, wanajua ya kwamba watafikia wapi watafanyia mazoezi wapi watajiandaa vipi kukabiliana ile hali ya hewa ya pale ya pale Botswana. Kwa hiyo hawaendi hawaendi kichwa kichwa, tofauti na walivyokuwa huko nyuma, wanaenda wakiwa wanajua sehemu ambao wanaenda. Lakini kwenda mapema kuna advantage na kuchelewa pia kuna advantage zake, na ndo advantage mojawapo ni ya kwenda mapema ni ya kuzoea mazingira na kuepuka zile fitna za mwisho mwisho. Ukienda siku moja kabla ya game alafu ukikaa hapo ti masaa sita, sijui mara umekosa basi la kuwapeleka nyie kwenda hotelini, ile inaweza ikawaondoa ikawaondoa kabisa kwenye mchezo. Lakini kwenda mapema, Simba Yanga wakifanywa fitna leo haiwaumi sana, sababu wanajua wataziwini zile fitna, alafu kesho wataenda mazoezini, kesho kutwa mazoezini, na Ijumaa wataenda mazoezini. Lakini kama wakifika pale wakienda pale Ijumaa alafu ndo wakafanywa zile fitna, ina maana kesho yake ni siku ya game itakuwa watakuwa wameshamalizika moja kwa moja kwao. Wameenda mapema, nafikiri ni, ni jambo zuri zaidi kwao, sababu litawafanya watakuwa wameshazoea yale mazingira ya pale, lakini pia hmm. kutawasaidia wao kupata hata angalau mashabiki kwa sababu wale watanzania wale iko pale, watajua kwamba kuna timu yetu iko hapa. Kwa hiyo itawafanya nao ku, kuwapa hamasa na kuendelea kuwapa zile mbinu mbalimbali ambazo zinaweza mbali mbali mbali zikatokea kwenye ile game Je, yeah, unadhani katika kutanguliza kwamba baadhi ya watu kwenda kuangalia mazingira kuandaa mazingira mapema kunaweza kukaleta matokeo tofauti katika mchezo huu uh, wa dhidi ya Township ikiwa wanaonekana ni wachezaji ambao ni timu nzuri ambayo inaonekana ina- imejipanga vizuri. Tuliona katika mchezo wa awali katika uwanja wa Taifa jinsi walivyokuwa wakicheza. Umeona jinsi wanavyojiposition je, yeah Unadhani kwamba kunaweza kukaleta matokeo tofauti na yale ambayo yaliyotokea katika uwanja wa taifa? Ndio maana nilisema mwanzo kwamba kwenye soka lolote linawezekana. Sasa yaani, kwenye soka matokeo ya kwanza huwa yanasahaulika mm. Yanga anaenda sasa hivi akiwa ameshasahau kwamba ni nini ambacho kilitokea huko nyuma, anaenda akiwa amerekebisha yale makosa yaliyotokea huko nyuma. Kwa hiyo, hiyo inaweza ikamsaidia ika yeye akawa na, na matokeo mazuri pale anapokwenda. Kwa hiyo, kinachotokea kwenye mpira ni kubadilisha, kubadilisha mtazamo wa ile mechi ya kwanza lakini pia ni kuziba yale makosa yote ambayo alifanya mwanzo. Kama Yanga akiweza kuziba yale makosa yote hmm, basi ina maana Yanga anaweza akashinda ile game sawa sawa. Lakini Simba pia naye anaondoka kesho kuelekea nchini Misri, ambapo anaenda uh, kukutana na Al Masri ambapo ni timu ambazo zinazoonekana ukanda wa timu za za za za, za Misri na timu ambazo zinazoshiriki ligi kuu kule zinaonekana kwamba ziko vizuri sana na zinasumbua sana katika bara la Afrika, ukiondoa timu tu timu ya TP Mazembe ambayo inaonekana ina inakaba vizuri na ina, ina, inaweza kawakamata vizuri timu kama za ukanda wa Misri. Je, unadhani Simba kwa upande wa Misri anaweza katoka pia kwenye kwenye soka? Ndio maana nikasema kwamba kila kitu kinawezekana, mm. sababu kama Simba alienda akapambana na bingwa wa Afrika Zamalek na akaweza kumuondoa kwenye ile michuano, kwa nini ishindikane kwa Almasiri? Inawezekana, lakini sio kazi rahisi, kwa sababu ya kile ambacho kilitokea mwanzo. Simba alipata sare ya goli mbili mbili, hiyo ni sare ambayo mara nyingi sana kwenye soka la kwenye mechi za mtoano inakatazwa sana, unarushauriwa una wewe, angalau ukipata sare basi iwe ni sare ya bila bila, ile inaweza kubeba hata ugenini, lakini mbili mbili ina maana Simba akitafuta sare kule atafute tatu tatu, ambayo itakuwa ni ngumu sana kwake kuipata. Unafunga, anafunga, unafunga, anafunga, unafunga, anafunga inakuwa ni kazi sana. S lakini at least ingekuwa ni bila bila Simba angetafuta goli moja alafu um, Almasi ile wangesawazisha. Afu ingekuwa moja moja. Ina maana game ingekuwa ime, imefavor kwa Simba lakini kwa hivi sasa hivi mzigo ni mzito. Ingawa kinachotakiwa kwa Simba ni kwenda wakiwa wanajua ya kwamba wanaenda kupambana na timu gani. Wanda kupambana na timu ngumu. Nao walifanya kama Yanga, watu wao walienda kule na finish siku nne kabla ya timu haijaenda kwao, walishawaandalia mazingira mazuri. Na Simba mara nyingi wana, wana historia na, na timu za Misri, kwa sababu wame, wamewahi kukutana nazo sana. Kwao wataenda wakiwa wanajua kwamba wanaenda sehemu gani, na zile fitna ni fitna gani wanaenda kukutana nazo kule. Sioni kama itakuwa game rahisi oh, kwa Simba, lakini pia sio rahisi kwa Al Masry. Kwao ni, ni ishu ya kusubiri tuone kitu gani ambacho kinaweza kutokea, lakini je, yeah. Record zinaonekana kwamba Simba ameonekana kuwa ni timu imeonekana kuwa ni timu nzuri sana kwa upande wa Afrika Mashariki. Uh, kwa upande wa timu hizi za Kiarabu, je, unadhani kwamba wanaweza wakaleta mabadiliko ya tofauti? Record ni moja, ni ile ya kuondoa Zamalek. Hakuna record nyingine ambayo ni kubwa sana ambayo imeweza kuwabeba sana w ishu ku, hapo ni kusubiri kuona hichi ambacho kinaweza kukatokea kesho kutwa. Asante sana yeah, Philip Mkini kwa uchambuzi wako, na mpenzi mtazamaji wa Global TV ni kurejeshi kwake Felista Masai kuendelea na taarifa habari. Kumbuka leo niikao na Philip Mkini, mchambuzi katika kipindi cha Sport House, lakini bila kusahau pia ni mhariri katika gazeti la Champion. Asante sana Aaron Felix pamoja na Philip Mkini kwa uchambuzi huo wa habari za michezo.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 Jamani jawa, ya jawai kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika ci nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua. Uhuru ni wako, piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi, chagua pindua pindua, pindua. Vodacom, power to you. Iy anaitwa Ludiva Divana the sexy lady. Kupata habari zangu na mastaa wengine na ishi zote za mjini, unaweza kudownload app ya Global Publishers ukapata habari zote kiurahisi kupitia kiganja chako. Unapata habari zote kupitia mkononi mwako, ndio kudownload app ya Global Publishers.